Mambo vipi, mtazamaji wa Global TV Online, as you can see nyuma yangu kuna bango kubwa sana limeandikwa Abdi and Zabibu Nights. Yeah, hapa ukiona tu hivyo unaweza ukajua ni kitu gani ambacho kinaendelea hapa katika ukumbi wa Tanga Beach Resort ambao upo Tanga. Unaambua Tanga raha jamani. Kama ulikujui ujui ni kwamba tupo katika usiku wa Abdi Banda, mchezaji wa Baroka FC na timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia usiku wa Zabibu ambaye ni mdogo wake na msanii wa Bongo Flava, namzungumzia Ali Kiba. Baada ya kufanyika hafla, Dar es Salaam ikafanyika tukala, tukacheza, hafla hiyo imekuja kumaliziwa nyumbani kwa bwana harusi hapo, ambapo ndiyo Tanga. Kwa hiyo leo hapa katika ukumbi wa Tanga Beach Resort mambo ndo kama hivi unavyoona mtazamaji, watu wanaingia ingia na hafla ndo inaendelea kama hivyo. So, keep on watching Global TV Online, then tutakuletea tukio zima mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Isri Muhammad, nyuma ya kamera yuko director wangu wa kike anaitwa Esther Sophie. Yeah, keep on watching Global TV. Aa Eh, namna hiyo Lulu Diva api Banda sababu mbona shukrani hiyo, mchezo pesa unaambiwa, mchezo pesa unaambiwa wa Abdi Banda, sasa tuko upande wa pili. Hivyo basi taomba picha ya familia ya biharusi wetu DJ, taomba picha ya familia ya biharusi wetu bi Zabibu jioni ya leo DJ, lete eh, hey, familia ya Zabibu tuweze kupata picha ya pamoja. Wewe kijana unafanya nini dirishani kwa mwanangu saa hizi? Unafanya nini?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

Shule ya Msangani Sekondari yenye namba za usajili S1133 ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita. Ipo kata ya Msangani, Kibaha Kwa Matias, mkoani Pwani, kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salamu Morogoro. Kwa sasa inaotangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019, kwa wale wenye sifa zinazokubalika, ni katika kombinesheni au taasusi za HGE, EGL, HGL, EK, na HGK. Shule, mazingira ya tulivu na rafiki kitaaluma, imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio. Ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha. Ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa, huduma bora za afya, chakula bora na cha kutosha, malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto. Ada zetu ni nafuu kabisa, unalipa kwa awamu. Wahi sasa, fomu zinapatikana shuleni Msangani, Riki Hotel mnazi mmoja, Dar es Salaam, Msimbazi Senta Dar es Salaam, Mwanza soko kuu, duka namba 27, na Palace Hotel Arusha. Wote mnakaribishwa. Msangani